Na watoto wengi wanaoishi katika magumu bila kuwa na uwezo wa kutambua ndoto yao kwa sababu ya umaskini na ugonjwa, watoto wadogo watakaoongoza wakati ujao, watakapokuwa na kuwa na afya njema na waangavu, ulimwengu endelevu na wenye furaha unaweza kuumbwa. Mwenyekiti Zahng Gil-jah wa International WeLoveU Foundation ambaye anatarajia kuwatengenezea watoto ulimwengu wenye furaha, daima hutekeleza miradi ya msaada kwa watoto duniani kote duniani kote ili kuhakikisha kwamba hakuna mtoto anayetelekezwa na kupoteza ndoto yake kwa sababu ya mazingira ya uduni. Upendo wa mama anayetumaini kwamba watoto watakuwa huru kutokana na umaskini na ugonjwa nao wakue kuwa na afya njema na wenye uchangamfu uliwasilishwa hata kwa msichana wa Bangladeshi aitwaye Fatima aliyekuwa na ugonjwa usio wa kawaida. Msichana mwenye umri wa miaka 12 kutoka Bangladeshi, Fatima, amelazwa katika wodi ya watoto katika hospitali ya chuo kikuu. Ugonjwa wa Fatima ni mkali kiasi gani? Unaitwa ugonjwa wa moya moya. Damu haisambazwi vya kutosha kwenye ubongo kwa muda mfupi na kiharusi cha iskemia huonekana. Ikiwa iskemia inatokea sehemu ya lugha, mtu huyo hawezi kuongea ghafla, ana tatizo na uwezo wake wa kukumbuka au hupatwa na degedege dege. Dalili zote zinazoweza kutokea katika ubongo zinaweza kuonekana. Ugonjwa wa moya moya ni ugonjwa usiodhibitiwa kwa urahisi ambapo mishipa ya damu inayosambaza damu kwenye ubongo hubanwa baada ya muda. Alikosa wakati unaofaa kwa ajili ya operesheni hiyo, na matokeo yake ubongo wake ulikuwa umeharibika sana. Baada ya kusikia kuhusu hali ya kusikitisha ya Fatima ambaye alikuwa anaugua ugonjwa usio wa kawaida, Mwenyekiti Zahng Gil-jah wa International WeLoveU Foundation alimpa mkono mchangamfu wa kumsaidia. Sisi ni wanyonge sana nchini Korea Tunayo kama mashua isiyo na usukani hapa. Lakini tumepata njia fulani ya kumuokoa binti yangu kupitia msaada wa WeLoveU Foundation. Na ninaishukuru timu yote hasa Mwenyekiti, Mkurugenzi Mtendaji na Mkurugenzi Mtendaji kwa kuniunga mkono. Baada ya operesheni kukamilika, washiriki wa WeLoveU walitembelea familia ya Fatima. Fatima anawasalimia kwa tabasamu yenye aibu. Uh, yes. Mwenyekiti Zahng Gil-jah alimtumia zawadi ya dhamani Fatima ambaye anapenda kusoma vitabu na uchoraji. Fatima anachora kwa msaada wa baba na mama yake. Familia yake ina tabasamu kimya kimya. Zawadi hii ni ya lazima kwa binti yangu, ni kwa sababu anapenda kuchora picha akiwa peke yake. Asanteni nyote! Tuna furaha sana kwa sababu umemtunza binti yangu. Fatima ana furaha sana. Akiwa anachora picha, Fatima anawasilisha ujumbe mdogo kwa midomo yake midogo. Shukrani kwa upendo na utunzaji kujali kwa Mwenyekiti Zahng Gil-jah, msichana wa Bangladesh, Fatima, anaweza kurejesha tumaini lake la uhai. International WeLoveU Foundation itamsaidia daima kurejesha maisha yake yenye afya na furaha kama hapo awali.